Karibu tena kwenye channel yetu. Ah, kama ilivyo kawaida tunajifunza te kuhusu teknolojia na katika video ya leo tutajifunza jinsi ya kuweka password kwenye account ya mtumiaji, yani user account kwenye kompyuta yako. Kwa maana nyingine kama kompyuta yako haina password, kwa kuangalia video hii utaweza kuweka password kwenye kompyuta yako. Hii ni hatua muhimu sana kulinda taarifa zako dhidi ya mtu mwingine kutumia kompyuta yako bila ruhusa. Kama ni mara yako ya kwa kwanza hapa subscribe kwa mafunzo mengine zaidi ya teknolojia. Kwa nini uweke password kwenye kompyuta? Hizi ni sababu kuu tatu za kuweka password kwenye akaunti ya mtumiaji au kwenye kompyuta yako. Sababu ya kwanza ni kulinda data binafsi kama picha, mafaili, barua pepe na akaunti zako mtandaoni. Na faida ya pili ni kuzuia watu wengine kuingia kwenye akaunti yako. Faida ya tatu ni kuweka mipaka kati ya akaunti tofauti za watumiaji kwenye kompyuta yako. Unaweza kuwa na akaunti ya familia na akaunti yako binafsi. So, ili uweze kuweka password kwenye kompyuta yako au kwenye akaunti yako, moja kwa moja utaenda sehemu ya setting. Nenda kwenye start button, then type setting na utaingia kwenye setting. Baada ya kufungua setting. taenda kwenye account, utaenda sehemu ya account pa. Baada ya kufungua account, utakuletea information yako kuhusiana na user account ambayo umesign in. Sasa ili uweze kuweka password, utaenda sehemu ya sign in option. Hapa utakliki sign in option. Baada ya kuklik sign in option itakuletea uh, njia mbalimbali za ku sign in kama kutumia Windows hello face au Window hello fingerprint. Unaweza kutumia fingerprint au face kama kwenye simu, lakini pia unaweza kutumia pin au security key kama USB, lakini pia unaweza kuweka password ya kawaida au picha password. So hizo zote ni option, lakini hizi option zinaweza zisiwe available kwenye baadhi ya kompyuta. Kwa hiyo ili uweze kuweka password, chagua sehemu ya password. Then baada ya kukliki password itakuletea option ya kuadi password kama kompyuta yako haina password kabisa, lakini kwa kuwa kompyuta yangu na password itaniletea sehemu ya kuchange, so ta, ta kliki change na kuandika password nyingine, change password. Na ili uweze ku change password lazima uwe unakumbuka au uweke password ya ambayo unaitumia current password. Baada ya hapo utaweka password, new password naipa, kuweka password nitaweka hint password hint, naweza kuwa done. Baada hapo nitaenda next step then itakuwa hapo tayari nimesha change password, na ili iweze kuleta effect itatakiwa ku restart computer yako ili uweze kuweka password mpya. Uh, na yenyewe itakwambia next time you sign in your user use your new password. So, utatumia password hii sio? Hapo utakliki finish change password, na mpaka hapo tutakuwa tumesha change password ya computer. Na sasa kwa kufanya pata tu hizi, account yako itakuwa inailindwa kwa password. Ukijaribu kuingia bila pa password, haitakuruhusu kwa kama computer yako inatumia haina password. Hizo ni njia ambazo unaweza kuzitumia ili uweze kuweka password. Na hiyo ndivyo unaweza kuweka password kwenye kompyuta yako kwa usalama. Ni hatua ndogo, lakini yenye athari kubwa kwenye usalama wa taarifa zako. Je, ungependa kujifunza jinsi ya kuondoa password au kubadilisha kwa urahisi? Niambie kwenye comment. Kama umejifunza kitu leo, like video hii, subscribe kwa mafunzo zaidi na washirikishe wengine. Asante kwa kutazama. Hadi video ijayo, kwa heri.